Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa tano mwaka ni elfu mbili na ishirini na tano. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu, kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kuna kudukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania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 majali wa nadi vivutio vya utalii kilimo Japan mauzo baina ya nchi hizo ya paa yafikia dola bilioni thelathini na saba. Undani wanema wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Machinga mahinga watangaziwa neema mchengerwa amuru wapewe nafasi masoko ya kimkakati habari katika ukurasa wa pili. ACT wa wazalendo yapa kushiriki vyema uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano undani wa taarifa hii ni katika ukurasa watatu. Maspika EAC wajana mkakati wasarafu moja elfu mbili na thelathini na moja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane, lakini pia gazeti hili imeandika kabudi Afrika iweke nguvu katika maendeleo imara, habari katika ukurasa wa nne. Katibu AMCOS afungwa miaka ishirini kwa ubadhirifu, habari katika ukurasa wa tatu. Mfumo wa kidijiti wa mahakama wanasa wakili vishoka, habari katika ukurasa wa kumi na tisa na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gweji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni urungwe safari G55 ilivyosukwa, asimulia hatua kwa hatua, mazungumzo yalivyofanyika na wahusika wakuu na masharti waliotoa, azungumzia mipango ya baadaye, tetesi kuhusu mboe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa ni pamoja na ukurasa wa tano. Nuko katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi ni Hashim Rungwe Spunda, ikisema sikuwa na wasiwasi kwa kuwa katiba yetu inaturuhusu, lakini mapendekezo waliokuja nayo ni kutaka baadhi ya na nafasi za juu za chama, na kama unavyojua suala la madaraka ni jambo zito, lazima uzungumze na wenzako waridhie. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne, pamoja na ukurasa wa tano, ikiwa haya ni mahojiano maalum. Lakini pia gazeti hili limeandika, CHADEMA yatangaza msimamo kwa msajili. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili vikao CCM kuibuka na mrithi wa Dr Nchimbi, ili ni swali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Gazeti limeandika Dar es Salaam, swali kuu miongoni mwa wadau wa siasa, makada wafuasi wa Chama cha Mapinduzi ni nani atakayeteuliwa kushika nafasi ya katibu mkuu wa chama hicho inayoshikiliwa kwa sasa na Dr. Emmanuel Nchimbi. Mbinu mpya za wizi tishio maeneo ya Kareko, habari katika ukurasa wa sita lakini pia gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbili limeandika Simba Sports Club yafa kiume shirikishwa, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbili. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni majaliwa au nguruma Japan agemwakilisha Rais Samia, akaribisha wawekezaji wa wafanyabiashara wa Japan duniani kote kuwekeza katika elimu, afya, miundo mbinu, nishati, kilimo utalii na mengine. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. CHADEMA yamvimbia msajili kupitia kikao cha kamati kuu, habari katika ukurasa wa nne. Soko la kisasa la nyama lazinduliwa Vingunguti, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Dkt. Kijaji anaika mafanikio sekta ya mifugo na no uvuvi, habari ni katika ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti hili limeandika UVCCM yazindua first time voters, habari katika ukurasa wa nane. Dr. Biteko wataka wazazi kuvumiliana kutunza familia zao, habari katika ukurasa wa pili. Kabila, Kongo inaendeshwa kidikteta, habari katika ukurasa wa 19. Sababu kuu kudukuliwa kwa akaunti za X sio mitandao mingine, habari ni katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe, mwango wa jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kamati kuu Chadema O, hoja ya msajili ni batili, yaazimia kutojibu barua yake, kuendelea na vuguvugu, no vugu no reforms, no election, kuziba mapengo yaliyoachwa na waliohama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, nuku imeandikwa: Msajili amejigeuza kuwa kamati ya rufaa ya chama chetu. Sheria anayoitumia haimpi mamlaka hayo, katiba ya nchi haimpi mamlaka hayo. Kama kuna mwanachama analalamika, vipo vyombo vya ndani ya chama vinavyoshughulikia hayo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili gazeti hili limeandika makala maalum: walia kero ya harufu kali kutoka kiwandani, wadai kugwa maradhi ya vifua, vipele kushindwa kula nemk. Uongozi wa wilaya waingilia kati, lakini wananchi hawaridhiki. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne. Namna uchukuzi inavyotumia PPP kutekeleza miradi yenye tija, habari katika ukurasa wa tatu. Wananchi wengi watumia simu rununu ripoti. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa kumi na nane. Nipashe pili imeandikwa msigu wa shtuka maofisa habari kubeba mikoba ya viongozi habari katika ukurasa wa tatu. Simba Sports Club ilivyokufa nje ndani ya uwanja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa ishirini na nne. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti ya Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi lenye w habari iliyopewa kipaumbele ni majali wa ushirikiano Tanzania Japan wa imarika anadi vivutio vya utalii uwekezaji. Habari katika ukurasa wa pili. Zingatieni viapo vya taaluma yenu hafidhi. Habari katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika wadau wa utalii zaidi ya mia nane kukutana Arusha mwezi ujao. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. UVCCM yaja na kampeni kuhamasisha wapiga kura wapya. Habari katika ukurasa wa sita wa gazeti hili mashambulizi ya Urusi ya waua watu kumi na mbili Ukraine, maafisa. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Kamisheni kuandaa mkakati kupunguza athari za kujaa maji, habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Nalo gazeti Uhuru ukweli daima, lenyewa habari iliyopewa kipaumbele ni mauzo bidhaa za Tanzania Japan yapaa. Majali wasema ushirikiano wa Tanzania Japan wazidi kuimarika katika nyanja za kiuchumi kisiasa na kidiplomasia. Afichua namna wa Japan wanavyopenda bidhaa za Tanzania zikiwemo chai, kahawa, ufuta, tumbaku, katani na vinyago. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Dr Mpango ahimiza malezi bora kwa watoto, habari katika ukurasa wa tatu. Wabunge wakoshwa utekelezaji wa ilani CCM, habari katika ukurasa wa tatu. Ripoti maalum taniya, SGR ilivyochochea mageuzi makubwa kiuchumi, habari katika ukurasa wa sita. Mahojiano maalum, simulizi ya mtanzania anayeishi jirani na rais eh, Dr. Netumbo, habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Wadau watoa mwelekeo kwa utumishi wa umma, habari katika ukurasa wa nane. Mwingine aunganishwa kesi ya kukutwa na kobe mia moja na nne mkazi wa Kigamboni, Dar es Salaam, Michael na Chipyanga amebandishwa kizimbani kuunganishwa katika kesi ya kukutwa na kobe mia moja na nne bila kibali inayomkabili ina raia wa China Liang Zuliang mwenye umri wa miaka 37, na wenzake. Undani wa taarifa lakini katika ukurasa wa kumi na tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu analo gazeti mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika hatua dai takwimu Simba ikimiliki mpira kwa asilimia hamsini na tisa wakati RS Berkane wakimiliki mpira kwa asilimia arobaini na moja mashuti saba yasiyolenga lango huku mashuti nane yasiyolenga lango yalipigwa na RS Berkane shuti moja lililolenga lango la Simba wakati mashuti matano yaliyolenga lango ya RS Berkane kona ni sita kwa simba sports club, wakati kona tatu kwa RS Berkane. Kuotea mara moja kwa simba, mara tatu kwa RS Berkane. Ishirini idadi ya faul zilizochezwa na simba, wakati ya kumi na tatu ni faul zilizochezwa na RS Berkane. Kadi nyekundu moja, kadi za njano tano kwa simba. Kadi nyekundu hakuna kwa RS Berkane, kadi za njano nne. Refa ni dehan beida kutoka Mauritania habari picha inamwonyesha Steve Des Mkwala pamoja na wachezaji wengine wa Simba wakivaa medali. Kadi nyekundu kadi ya pili ya njano iliyozaa kadi nyekundu kwa Yusuf Kagoma ilinyong'onyesha Simba kipindi cha pili, matokeo ikiwa ni Simba moja Ars Berkane moja. Gazeti hili limeandika ligi kuu Jumatano ni Simba dhidi ya Black Stars saa kumi kamili jioni, KMC Complex. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi, magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti ya Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni simba wamelikosa tena, wame tena, ndoto ya muda mrefu ya klabu ya Simba kushinda moja ya mataji makubwa Afrika imeota mbawa baada ya kushuhudia wakikosa kombe kwa mara nyingine kwenye ardhi yake nyumbani. ya nyumbani lakini pia gazeti hili limeandika Aziz Ki, Yanga waagana, kiungo Stephane Aziz Ki amewaga mashabiki wanachama na wapenzi wa Yanga na kusema klabu hiyo imemjenga kama mchezaji alivyoleo. undani wa taarifa hini katika kurasa za ndani. Lakini pia gazeti hili limeandika Hamisa ajivunia mafanikio ya ZZK, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Klabu mbio za pole zinatakiwa kujisajili, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, giji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwa heri kwa sasa.